Ndugu zangu, kama ambavyo ilielezwa mwanzo kwamba ofisi ya mkuu wa wilaya ya Iringa ilipata nafasi ya kushiriki katika kongamano la wa wanawake wa Kiislamu wa wilaya ya Iringa, na kongamano hilo lilikuwa limejikita katika kuhimiza wajibu wa wanawake kwenye malezi na kusimamia maadili ya watoto, kongamano ambalo lilifanyika kwa mafanikio makubwa, na sisi tulipata kushuhudia wageni kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambao walikuja kuwajengea uwezo wakina mama juu ya malezi bora na usimamizi wa maadili ya watoto katika kongamano lile, wakina mama walikuwa na hoja mbili ambazo walitamani serikali iweze kufanyia kazi. Jambo la kwanza, wakina mama hawa walieleza, wanafanya kazi ya kuwahudumia mayatima, wajane na wakina mama wenzao ambao wana mazingira magumu, lakini shida kubwa ilikuwa ni kipato. Hawana kipato sustainable endelevu, ambacho kinawawezesha kutoa hizo huduma wakati wote wao walikuwa wanatamani serikali iangalie namna ya kuwasaidia ili waweze kupata sehemu ambayo itawapa kipato endelevu au chanzo cha mapato endelevu ya kufanya kazi hiyo. Lakini jambo la pili ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani na walitamani wapate vyakula vya kuwapelekea wahitaji kama ambavyo wamekuwa wakifanya wakati wote. Na walitamani serikali iwashike mkono ili waweze kufanya mambo yao makubwa mawili. Uh, baada ya tafakuri ya kina, uh, juu ya maombi hayo, sisi kama serikali tuliona ipo haja ya kuwaunga mkono wakina mama hawa. Kwa sababu wilaya Iringa inayo changamoto kubwa sana kubwa sana ya malezi, na hivyo tulitamani kama wakina mama hawa wameamua kuunga mkono jitihada za serikali katika kusimamia malezi na maadili ya jamii, basi tusiwavunje moyo. Lazima tuwaunge mkono, ili jitihada za serikali na jitihada za wakina mama wa Kiislamu ziweze kusaidia kuwa na jamii yenye maadili bora na malezi bora ya mfano katika jamii yetu. E, lakini jambo lingine ni kwamba tulibaini kwamba wanaomba samaki, na samaki wanaweza wakatosha ama wasitoshe au wakaisha sisi tukaona ni vyema tufikirie namna ya kuwapa nyavu badala ya samaki ili kwa nyavu hizo waweze kuvua idadi ya samaki wanaohitaji, aina ya samaki wanaohitaji, kwa wakati wanaohitaji, ili iweze kuwasaidia kufanya kazi ya kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia kuendesha shughuli zao kama baraza la wanawake ndani ya wilaya yetu ya Iringa. Kwa jitihada ya ofisi yetu ilifanya mawasiliano na mama mwenye huruma, upendo, mwenye huruma upendo kujali, mwenye kufuatilia na kujua jitihada zinazofanywa na wanawake katika kuleta usawa lakini pia kuleta ustawi wa watu wote. Na Mheshimiwa Rais wa Dr. Samia Suluhu Hassan aliona ni muhimu kuunga mkono wa kina mama hawa. Kwa jitihada yote ambayo inafanyika kwa ajili ya mwanamke ni kwa ajili ya familia zetu na jamii zetu kwa ujumla. Kwa Mheshimiwa Rais aliamua kuunga mkono juhudi za wanawake wa Kiislamu wa wilaya ya Iringa kwa kuwaunga mkono juu ya maombi yao ya kupata kitega uchumi ambacho kitasaidia kupata kipato kwa ajili ya taasisi lakini pia kupata usafiri kwa ajili ya shughuli zao. Kwa hiyo ninayo furaha kuwaarifu kwamba tayari tumepokea bajaji yenye thamani ya shilingi milioni kumi na laki tano. Bajaji hii ambayo leo tutaikabidhi kwa ajili ya wakina mama hawa, jumuiya ya wakina mama wa Kiislamu wa wilaya ya Iringa, ili kazi yao ya kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum, kazi yao ya kuwahudumia wanawake wenzao wenye mahitaji maalum, na kazi yao ya kujenga taasisi kwa maslahi na ustawi wa jamii iendelee kufanyika vizuri na kwa viwango vinavyotarajiwa. Sisi kama serikali tutaendelea kuunga mkono jitihada za wanawake wote ndani ya wilaya yetu, ili tuone mwanamke anamiliki uchumi, mwanamke anakuwa sehemu ya maamuzi na mwanamke anakuwa ni mlezi anayetegemewa katika maadili bora ya watoto ndani ya wilaya yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Mwisho kabisa, niwatakieni kila laheri katika kutumia chombo hiki. Tuone kwa kupata chombo hiki, mweze kufika mbali kule ambako mlikuwa hamuwezi kufika bila usafiri. Lakini pia kwa kupata chombo hiki, mpate mapato yatakayowasaidia kuwahudumia hawa watoto yatima na hawa wenye uhitaji ambao mmekuwa mkiwaidia, mkiwasaidia kwa tabu na kwa kujichangisha. Ni imani yangu pia kitega uchumi hiki kitakuwa ni mwanzo wa kufikiri na kupanga na kupata vitega uchumi vingine vitakavyowasaidieni kufanya vizuri zaidi katika kuwahudumia na kuwatumikia wanawake na jumuiya nzima kwa ujumla. Baada ya maelezo haya, sasa nitamke kwamba kwa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan niko tayari kuwakabidhi chombo hiki kwa ajili ya matumizi mlioyaomba. Asanteni sana Kambir. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa e, mkuu wetu wa wilaya, Allah akulipe kila laheri na akufanyie wepesi kila mambo. Hatua yako moja kwa jitihada ulizozifanya kutupelekea maombi mpaka kufikia yakamfikia mheshimiwa rais. Sisi ni baraza kula wanawake wa kiislamu Tanzania ndani ya manispaa ya Iringa. Alhamdulilahi, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kasikia kilio chetu. Tunasema shukurani za kipekee na za juu zimwendewe mama yetu mpendwa wetu, mheshimiwa rais wetu. Mwenyezi Mungu amkinge na kila shari, Mwenyezi Mungu amfanyie pesi na azidi kumpa hekima na busara kulipeka gurudumu hili mbele na Allah amjalie na, na pia tunazidi kumwombea amjalie kila lenye heri na yeye, na tupo pamoja naye. Tunasema tunatoa shukrani kwa niaba ya baraza zima mkoa pamoja na wilaya, na sisi wote tuliokuwepo hapa, kila la heri. Shukrani sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hatuna cha kukulipa zaidi ya dua. Mwenyezi Mungu akujalie kila la heri. Pia shukrani zetu kwa Mheshimiwa shehe wetu wa mkuu wa wilaya tuko naye hapa wetu, na mlezi wetu pamoja na wote uliokuwa mmehudhuria. Asanteni sana. mm -hmm.